Wiki iliyopita Mei 15, 2025, jijini Nairobi, aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya ndugu Rigathi Gachagua amezindua rasmi chama chake kipya cha kisiasa kinachoitwa Democracy for Citizens Party DCP. Uzinduzi huu umefanyika miezi kadhaa baada ya kuondolewa kwake madarakani kupitia mchakato wa impeachment mnamo Oktoba 2024, ambapo alishtakiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo uchochezi wa migawanyiko ya kikabila na kukiuka kiapo cha utii. Nimemtafuta mchambuzi wa sera na uongozi kutoka nchini humo Bwana Alenga Torostad kutupia macho hatua hii, na awali awalina hatua ya Gachagua ya kuanzisha chama baada ya kuondolewa madarakani ni ishara ya kudumisha demokrasia au inaleta taswira ya siasa za kulipiza kisasi na ubinafsi wa madaraka? Uh, nafikiri tunaweza kuiangalia kwa pande zote mbili. Mwanzo kabisa uh, wajua kwamba aliondolewa mamlakani, na yeyote yule akiondolewa mamlakani hautoki kwa furaha <laughs> bali na yale mambo ambayo yako moyoni mwako unasema kwamba labda ningepewa wakati nifanye mambo yangu. Aa, lakini nishangatuliwa mamlakani. Hivyo basi, kauli ya kusema kwamba labda anataka kulipiza kisasi hiyo ipo na ni mojawapo ya mbinu za kisiasa za kukabiliana na wapinzani wako katika ulingo wa siasa. Pili ni kwamba alipoondolewa mamlakani na mm, hivi sasa ukiangalia Kenya ilivyo kwa sasa ni kwamba yule aliyekuwa mpinzani wa Rais Ruto wa waka, karibu kabisa ambaye ni Raila Odinga, hivi sasa ameingia katika makubaliano fulani na serikali ya William Ruto, na kiasi anampigia debe hivi kwamba sauti ya upinzani imeweza kunyongwa na kudhoofika, na hapana mtu wa kuweza kusimama ili kuweza kuikosoa serikali um, kwa uwazi maanake wapo katika serikali na wako katika muundo fulani ambao unategemea, basi wale walioingia katika serikali kutoka upande wa Raila Odinga waweze kunyamaza tu mambo yanapofanyika vibaya, au wasichangie na serikali za kuonyesha kwamba labda wanaikosoa serikali. Basi tukiwa katika taswira kama hiyo, panahitajika basi pawe na sauti mbadala ambayo inaweza kuzungumza mambo ya wananchi mambo yanayo ya wakera wa Kenya na yeye naibu, aliyekuwa naibu wa rais Gachagua amechukulia fursa hiyo kuweza kutengeneza chama chake na kukitumia chama hiki kama chombo sasa cha kuweza kuikosoa serikali. Nafikiri katika kura ambazo tunakwenda kushiriki mwezi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba chama hiki kitakuwa na mambo mengi sana ya, ku, ya kuamua katika mkoa wa pande upande wa Mlima Kenya ambapo anatoka mm -hmm. Gachagua na nafikiri labda watu wengi wa eneo hilo wataweza kuji kujikaribisha na yeye, ili kwamba waonekane mm -hmm. wanachangia chama chao cha nyumbani, na kama vile unavyoelewa e, siasa zetu hapa ni vyama tu vya matabaka mbalimbali mbali, ama jamii mbalimbali, basi itakuwa inaonyesha kwamba inaashiria tayari kutakuwa na huo mwelekeo na, na, na vipi? Wananchi wamepokea vipi hasa uzinduzi huu ulipofanyika kwa chama hiki kipya? Uh, nafikiri ni mambo ya kawaida hapa Kenya maanake tangu mwaka wa elfu mbili tisini eh, na mbili kulipoondolewa kile kifungu cha mbili a ah, ambacho kilikuwa kina uh, kina wazuia wa Kenya kuwa na mtindo wa vyama vingi basi kukafunguliwa aa, na kukawa na uwazi wa kuweza kuwa kubuni chama wakati wote ule, basi si si jambo ambalo linashtua watu sana ama jambo ambalo e, labda ni la kushangaza, maanake kuna vyama chungu nzima hapa Kenya. Lakini cha msingi ni kwamba ni zile sehemu ambazo anaweza kuzisema kwa bila ya kuogopa na kuweza kuzidi kuongea tu mambo ambayo yalikuwa anafanyika yule mle ndani kwa ndani katika serikali aliyo ni shiriki hapo awali. Nafikiri basi hiyo ndo inaipa um, e, chama chake ule labda ile hali ambayo watu wana, wanaangazia yeye kama mtu bali sio kama chama wanaangazia. Leo atatuambia nini? Leo atatueleza e, atatueleza siri gani tena? Na unapoona pia um, katika uteuzi alioteua alioteua viongozi wa chama hicho, amejaribu kushirikisha jamii mbalimbali mbali, ili kuonyesha kwamba labda chama hiki ni chama ambacho kita ananuia kwamba kivutie Wakenya wa matabaka mbalimbali mbali, ama wa jamii zote za Kenya. Unapoangalia chama kinachotawala sasa hivi, unaona kwamba ni chama kilichoingia mamlakani kwa kupata uungwaji mkono zaidi kutoka kwa eneo la bonde la ufa anapotoka rais na pia mlima Kenya alipokuwa anatoka Gachagua. Basi sasa, yeye ni kama anataka kuonyesha kwamba chama alichobuni kipya kinashirikisha wakenya wote. Nafikiri basi ni mm. chama ambacho kitakuwa na mijadala katika um, nyanja zote za jamii watu wakijaribu ku, kuangazia ni vipi atakavyoweza kufanya hatua ambazo zinafuata. Uh, labda tutizame kwamba kuanzisha kwa DCP kunadhihirisha udhaifu wa mfumo wa vyama vya kisiasa nchini Kenya na, na, na hasa katika kudumisha umoja ndani ya miungano mikubwa ya kisiasa. Nafikiri demokrasia huwa ina mambo yake, na demokrasia inapofanyizwa uh, vizuri inawapa ina, ina, ina, ina, ina wananchi wa kawaida ama yule mwananchi wa kawaida tu pale mtaani, inampa fursa ya kuwa na vyama vingi ambavyo ataweza kuangalia kila falsafa, eh, falsafa ya chama hicho na kuona ni kipi kinachoweza uh, kushikilia azima zake ama ndoto zake kama mtu basi, nafikiri uh, kwa wingi wa vyama kubuniwa kila uchao ni fursa tu ya kumpa mwananchi mwana, mwana wa kawaida um, falsafa mbadala za kuweza kuangazia ama kuona, atakuwa mwanachama, atakuwa atashiriki katika siasa zipi za chama kipi na ni yapi ambayo wanaweza kuyafanya na sauti yake kama mwananchi inasikika ama na, haisikiki na, na, basi kuendelea kupanuliwa kwa hali hiyo ya vyama ama ya demokrasia ni mojawapo tu ya maendeleo ambayo yamo katika jamii ya Kenya inapoangazia eh, safari yake ya, dikide, ya demokrasia na, na, na, na sasa, kwa kuzingatia ushawishi wa Gachagua katika eneo la Mlima Kenya. A DCP inaweza kubadilisha vipi usawa wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba, hasa eh, kuathiri ya ushawishi wa chama cha William Ruto pasina na shaka cha UDA katika eneo hilo. Uh, ni dhahiri shahiri kwamba chama cha DCP kitalipiga pigo kubwa sana chama cha UDA manake, uh, katika uchaguzi wa elfu mbili ishirini na mbili, itakumbukwa kwamba sehemu hiyo ya Mlima Kenya ilimpa kura nyingi sana um, rais ambaye yuko mamlakani kwa sasa, na kwa ajili ya wao kuondolewa katika serikali haiji bila lawama kwamba lazima watakuwa na kisasi cha kulipiza. Uh, lazima watakuwa na uzito fulani wa kuweza kushabikia tena serikali ya rais William Ruto. Um, mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba tunapokwenda uchaguzini, basi chama hiki ambacho kimebuniwa huenda kikanasa fikra za watu wa Mlima Kenya katika kipindi hicho, kwa moja kwa kusema kwamba tunaungana na uh, mwenzetu ambaye alitolewa serikalini akabuni chama chake, na sasa hivi acha tuende na hiki na likawa funzo pia, maanake Mlima Kenya waliposhiriki katika kura ya elfu mbili na ishirini na mbili hawakuwa na chama chao. Maanake Gachagua alipoingia uh, kuweza kuwania urais pamoja na kuwania uh, kwa, urais pamoja na William Ruto, yeye Gachagua akiwa naibu wake, yeye hakuja pale mezani akiwa na chama chake. Basi nafikiri hiyo ndo ilikuwa uh, makosa ambayo ayajifanya, na wakati huu basi wanarekebisha hao makosa kwa kuhakikisha kwamba wanapata chama ambacho iwapo wataingia katika muungano fulani wa kisiasa wawe wana chama chao cha kusimamia na kukiita, eh, nyumba, nyumbani kwao wanakuondokea wakija katika mashindano hayo. Basi nafikiri wabunge wengi na wanasiasa wengi wa eneo hilo, ikifika kile kipindi cha siasa kali, wataweza kuvuka sakafu na kuingia katika chama ambacho ni chao wenyewe. Uh, basi na shaka, itikadi na maono ya DCP yana utofauti gani wa msingi wa sera za UDA ama vyama vingine uh, vikuu nchini Kenya ama ni mwendelezo tu wa siasa za muktadha nchini humo? Uh, nafikiri hapana geni kabisa katika vyama hivi ambavyo vinabuniwa kila uchao hapa nchini Kenya. Ikiwa mada chama cha, eh, cha UD ambacho kinatawala sasa hivi, unapata kwamba vyama hivi huwa vina zile manifesto wanaandika, wanasema kwamba sisi tutafanya hivi na vile, lakini mtu anapoingia mamlakani anaamua kile ambacho atafanya. Na sasa hivi kuna mambo mengi ambayo labda wananchi wa Kenya waliahidiwa na serikali ya UDA walipokuwa wakitafuta kuingia mamlakani, lakini sasa hivi wakiamka asubuhi wanatimiza lile wanalotaka, basi haifanyi chama cha DCP ambacho kimebuniwa siku uh, chache zilizopita kuwa tofauti kama hivyo, maanake wengi husema ni kama tunabadilisha tu uh, wale ngedere lakini msitu ni ule ule. Asante sana umezungumza vizuri. Basi na shaka nasalia hapo eh, kama DCP, mwanzilishi wake Gachagua, jinsi anavyoeleza kwamba chama hicho kinalenga kupigania haki, usawa na maendeleo ya wananchi maono haya yanaonekana kuwa na mkakati thabiti wa utekelezaji au ni kauli za kisiasa tu? Um, nafikiri walipozindua chama hicho na wakawa na semi ambazo zilielekeza kwamba wangetaka ama, wao wamebuni chama chao kwa msingi wa kusikiza wananchi wanataka nini, lakini katika kule kusikiza wananchi hawakutueleza ama, bado hawajatueleza ama, hawajatupa maandishi yoyote ama ile plani yoyote nina, eh, ambayo inaonyesha kwamba tutawasikiza wananchi kwa njia hii, tutawashirikisha wananchi kwa uongozi kwa njia hii, tutawashirikisha wananchi kwa ufanisi wa nchi kwa, kwa namna hii, tutawashirikisha wananchi kwa ugavi wa rasilimali za kitaifa kwa usawa kwa namna hii, basi mambo yo, hayo yote ambayo Um, yangekuwa nguzo muhimu za kudhibiti chama hiki hata wanapoendelea kuuza sera zao, uh, ha, ha, ha, hayajaonekana wazi na yamesalia kuwa labda semi tu ambazo zilikuwa zinasemwa pale, na inahitaji basi wa, waje katika nafasi ya pili ya kuweza kurakibisha, basi ni vipi watakavyo uh, yatimiza ya yale mambo ambayo wameyapanga, basi iwapo ratiba fulani itatolewa ambayo inaonyesha hayo kwa kina na ina zile ambazo zinaitwa action point. Basi wananchi wa Kenya huenda wakawaangalia kama wale ambao wan, wan, wana, wanakwenda kuwanusuru kutoka kwa hali walioko ndani. Maanake ni kweli kwamba sasa hivi nchi iko katika um, hali ya, ya utata kabisa. Kuna mambo mengi ambayo yanasonga wananchi wa Kenya na wananchi wa hawa wanatafuta mtu mbadala ambaye atakuja awarahisishie awa, awa mambo, akawapeleke katika mm, sehemu nyingine ambayo labda watapumzika kutoka kwa makato ya juu ya serikali, hali ya juu ya kuweza ku, eh, kufadhili elimu ya hali ya juu ya kuweza kufadhili um, mambo ya matibabu uh, utawala ambao unaelekea kuwa wakiimla, mambo kama hayo ni mambo ambayo Wakenya wanayazungumzia sasa hivi kwa kila tabaka, na basi watahitaji mtu ambaye ana ukakamavu na anaonyesha kwamba mimi niko tayari kuwaondoa hapa kuelekea pale. Lakini sasa pia jambo, jambo lingine ambalo ni ngumu ni kwamba viongozi ambao wako pale DCP wengi wao pia wamekuwa katika serikali hii ambayo Wakenya wameona kwamba haijawaridhisha haija na sasa Bwana Lenga, kwa hali ya sasa kama ulivyoeleza ya kisiasa nchini humo Kenya, DCP inaweza kuvutia wabunge na viongozi wa kaunti kutoka vyama vingine kujiunga, lakini kama ulivyosema kwamba kuna baadhi ambao wametoka walikuwa serikalini na, na, na kujiunga nacho um, ni kweli. Uh, wajua siasa zetu hapa ni zile siasa za za, za, za, za msisimko, basi kukawa na msisimko fulani wakati fulani na labda chama hicho kiweze kudhibiti huo msisimko basi huo msisimko huwa unawavuta watu wengi wakaingia. Kumbuka kwamba labda wakati ambapo um, tuliweza kutoa serikali ya KANU mamlakani baada ya miaka ishirini na nne kulikuwa na msisimko ule wa NAK ambao ulileta viongozi uh, ambao walikuwa wamechomoka katika serikali ya Moi wakaja huku wakaunda kikundi mbadala wakaja wakachukua mamlaka. Uh, mwaka wa elfu mbili na saba kukawa pia na uh, ile kura ya kupiga maoni katiba mpya, na ikawa kwamba serikali ambayo serikali ikapoteza kura hiyo, basi msisimko mwingine ukaanzia hapo, uh, ule ambao uli, uliitwa ulibuni uli, uli chama cha ODM. Uh, kutokezea hapo pia mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu kukawa na kura za kwanza katika kura za kwanza chini ya katiba mpya na hiyo uh, katiba mpya basi ikachangia msisimko wa namna fulani ambao ulileta watu wengi, hata wale ambao walikuwa wameasi siasa, maanake walikuwa wameona kwamba siasa za Kenya ni potovu, siasa za Kenya ni chafu, wakaona kwamba ubunifu uh, wa uh, um, ninio wa um, hii katiba mpya labda umeweza kutengeneza um, ile siasa zetu zikawa bora. Ukaona kwamba watu kama hao walirudi katika siasa na kukawa na wanasiasa vigogo kabisa, uh, wenye tajriba ya juu ambao walishiriki katika kura hizo. Basi tuliposonga tena uh, mwaka wa elfu kumi na saba eh, elfu mbili na kumi na saba, kukawa pia na yale mambo mambo ya kusema kwamba tunataka vijana tunataka viongozi eh, wasio wa, wa, wa na miaka mingi sana, kukawa na msisimko wa aina fulani. Basi pia hapa kuna msisimko ambao uh, kumbuka mambo yaliyofanyika mwaka uliopita, vijana uh, wengi wakapoteza maisha pale uh, Nairobi, Nairobi walipojaribu kuingia katika bunge la kitaifa, na mambo hayo bado yako katika mioyo ya watu, na sasa hivi ndivyo ningeona kueleza kwamba kila Mwanakenya mwana sasa hivi ana ile ari na moyo ya kuweza kuiondoa serikali iliyo mamlakani, lakini watahitaji chama ambacho kitakuja kwa, kusisimua hizo hisia tena, maanake vile nilivyokuambia siasa uh, zetu huwa eh, kwa kipande kikubwa zinatawaliwa na msisimko wa muda fulani. Asante sana, na kwa kuhitimisha tu ningependa kufahamu kwa mtazamo wako, kuibuka kwa vyama vipya baada ya migogoro ya ndani ni ushahidi wa ustawi wa demokrasia vyama vingi, ama udhaifu wa mifumo ya uongozi ndani ya vyama hasa nchini Kenya? Uh, nafikiri tunaweza ku, kukubali kauli zote mbili. Mwanzo vyama vyetu vina, vina, vina, vina uongozi ambao labda unapata kwamba uongozi wa chama hicho ni katika yule aliyeanzisha chama, basi hakuna nafasi ya fikra mbadala unapojaribu labda kukinzana naye utaondolewa katika chama hicho. Labda kukiwa na kauli fulani ama mwelekeo fulani ambao umetolewa na mwenye chama, basi huo ndio mwelekeo utakaofuata. Iwapo hata haukubaliani na majadiliano hayo, basi inakuwa ni vigumu kwa watu kuweza ku, kuishi katika vyama hivyo wakiwa wana fikra zao hazijatawaliwa na wale wenye vyama na ama, na mifumo iliyo katika vyama hivyo. Uh, kwa upande wa pili pia uwezo wa kuweza kutoka kwa chama kimoja ukabuni chama chako na as, taasisi ambazo zinashughulika na mambo hayo zikaweza kukusajili bila ya kukupa vikwazo ama bila ya kuku, uh, kukubana kuweza kushiriki, na ukawa unaweza kuzungumza kwa Wakenya ukawaelezea sera zako ambazo zimekuelekeza kubuni chama hiki kipya, pia inaashiria kwamba demokrasia yetu imepanuka sana na kuna uwezo uh, wa kuweza kubuni mifumo mingi ya vyama na, na na pia kwa kushirikisha viongozi wengi ambao uh, wanaingia katika siasa upya, ikawa tu si siasa ambayo labda ulipozaliwa ni chama fulani kilichotawala hadi wa sasa ni chama fulani unachokijua tu, lakini kuna ule uwazi wa kuweza ba, basi basi nafikiri ni kuzungumzia tu um, ile ule uwezo ambao uko katika katiba wa kuweza kubuni hivi vyama inaonyesha kwamba demokrasia inatiliwa maanani. Aidha, katika vyama hivyo, utawala na itikadi zinazotawala vyama hivyo bado zinahitaji kupigwa msasa, ili vyama vikawa ni mahali ambapo mtu anaweza kuishi akiwa mwanadamu mwenye uwezo wa kuweza kuzungumzia mambo kulingana na kauli zake mwenyewe bila ya kuomboka. Asante sana, ni kushukuru sana Bwana Alenga Torostad kwa kujumuika nami hapa na kuzungumza juu ya hiki ambacho kimeendelea huko nchini Kenya. Asante sana, nashukuru Jerome.